na dhamira yao kwenye hiyo ndoto, wakaitangaza kwa wanachama kwamba kwenye uongozi huu tutahakikisha tunajenga uwanja wa klabu yetu. Kwa hiyo ndoto ikabadilika ikaja kuwa dhamira. Dhamira <laughs> hiyo wakaipeleka sasa kwenye uhalisia. Okay, tunataka tujenge uwanja. Sikiliza vizuri, nasema tunataka tujenge uwanja. Eneo lipi tunajengea? Wapi wa uwanja hapo? Wakaja kugundua kwamba tunatakiwa tujenge uwanja makao makuu hapa hapa ili inatosha, eneo linatosha kujenga uwanja wa klabu yetu. Wakapata ushauri wa kitaalamu wa ili eneo based on vigezo maukafu wanakupa nataa kujenga uwanja. Tukaona kwamba ili tuweze kuwa accommodate vitu vingi kwenye eneo hili ni lazima tupate nyongeza ya ardhi, sindio? Lazima tupate nyongeza ya ardhi ili kuweza kukidhi hiyo ilianza ndoto, ikaja dhamira, tukaenda kwenye uhalisia kuanza mchakato wa kufuatilia sasa hii ardhi, nyongeza ya ardhi. Na yakwambia, mchakato huo ukafanyika vizuri na serikali ikatupa ushirikiano mzuri, ikatukabidhi nyongeza ya ardhi, na sio tukupa tu nyongeza, nyongeza ikatupa na umiliki kwa maana ya hati, sasa ile eneo ni la kwenu, hatua ya tatu ikaimalizika hapo Tulikuwa na ndoto tukawa na dhamira, sasa hivi tumeenda kwenye uhalisia na hati tunayo, eneo tuko nalo. Nini kinafuata? Tunajenga wenyewe uwanja, tuambie kina Mzee Msuni wachukue mama kwanja hadi wafike hapa, tujenge uwanja, kila mtu aje tofali, ndio hivi sasa hivi. Viongozi wakajiuliza maswali, eh, manake Yanga pia sikuna mafundi. Hii Yanga hii sikuna mafundi wanashangilia na rais wetu si injinia. Siangeza kuamua tu saa kesho kila mmoja atofali lake na jenga mwenyewe uwanja. Huu ni mchakato sahihi? Akasema hapana. Huu ni mchakato mkubwa ambao unahitaji investment kubwa ndani yake. Na hii ni klabu ya mpira wa miguu ndani yake na vipaumbele vingi vya pa kufanya. Tafute mtu kushirikiana naye kwenye huu ndani. Na kuna mali klabu nyingi zinafanya hivyo. Kwa wakati huko mdogo ulikuwa unaumia uwanja wa Hyderabad. Ulikuwa mtoto sana.

mchakato wa watu kuomba. Jamani sisi tunataka kujenga uwanja ambao uko tayari kushirikiana na sisi, anakaribishwa tu kufuatilia. Si ndio, eh? Mchakato huo ulikuwa ni mchakato wa wazi wa kila ambaye ana dhamira hii, waombe. Lakini hatukutangaza tu kwa maana ya kila mtu kuomba. tungekuwa na maombi zaidi ya elfu tatu hapa. hata wewe na simu wengine ungeomba. kama si ujui vigezo, lakini tuliweka vigezo. vigezo vyetu ni hivi ndo tunayemtafuta. Huyu huyu partner tunayemtafuta hapa, anatakiwa na vigezo hivi, tukaviweka public watu wakaomba, kama tunaji ya kutana GSM wakashinda. Baada ya kushinda GSM Tanzania Limited, ndo swali lake la msingi bwana, nakuja sasa. Ni Yanga mnataka uwanja, yani, mnataka takaji, yani? E, yani, mnataka uwanja uti jina la GSM, uwanja uwe wa GSM yani. Hapa nakwaje yani, si ndio eh? na sisi kamati tendaji kwenye kaoca Jumamosi, hayo maswali pia walijiuliza. Naelewa hayo maswali pia walijiuliza, na ndio maana wakasema tunahitaji ushauri wa kitaalamu kwenye hilo jambo. Hii ni klabu ya mpira wa miguu, ni klabu ya umma. Viongozi hawa wamechaguliwa na wanachama kuja kufanya decision bora kwa ajili ya mamilioni ya mashabiki wa timu. Hawezi kuamua tu basi na kupata capacity nzuri ya kujambolenyewe kulielewa, na ndio maana wakaunda kamati na wakaongeza wajumbe hao. wajumbe hawa, hawa nimechambua vizuri maeneo aliyotokea. Kwanza ni mjumbe anaitwa Alex Mgongoru. Kwa nini? Kwa sababu ana background ya sheria. Tunapokwenda kukutana na GSM, tumetangaza tenda, si ameshinda? Baada ya kushinda, lazima kuwe kuna makubaliano tusaini, sasa ye aliona vigezo vyetu, ametuma tenda ameshinda, we have to sit down kwenye engo ya kisheria tuchambue sasa, sisi na wao, kwa interest ya club, na kwa interest ya GSM, asitokee mtu akaumia kwenye hili jambo. Isitokee tu mtu ameita wanachama amekuja kufyeka mahala, alafu mtu kaleta vinyasi kachukua jina la ilo eneo. uh -uh. See, sisi tunataka tuwafundishe kwenye hili jambo tofauti ya Yanga na timu nyingine. Fatilieni hatua kwa hatua mtabaini jambo. Kupinda mgongo, kapinda mgongo. Sisi kwa sababu tunazingatia weledi kwenye michakato hii tunataka ushauri wa kitaalamu wa kisheria. Jamaa tumuongeza Alex Mzungu. Wewe na Sibu unataka kufanya birthday mtoto wako umechukua eneo. Tutakuwa na eneo pia ya watoto kuja kuenjoy enjoy. Umechukua hapa. Ushalipa ile hela inakwenda kwa nani? Ushalipa hela. Ni, ni, ni mali ya ya mmoja kwa mmoja ni biashara ya mmiliki wa ardhi au aliyejenga. Hiyo biashara tunakubaliana vipi? Ndio tukamuongeza Ivan Tarini, kuja kuwashauri viongozi wetu kwenye kamati. Ba tukienda, kukutana na GSM Tanzania, nafikiri na modality hii kwenye biashara vilikaa vizuri. Wao wanatupa mwongozo sasa, alafu tunawasikiliza na upande wa GSM, tunakubaliana.